akaingia mtu mmoja katika watu, katika maansar wenyeji wa Madina, sahaba wa kiansari akaingia msikitini. Anas anaelezea alivyokuwa anasema, tantifu lihyatuhu min mai wuduihi. Mtu huyo alivyokuwa tantifu lihyatuhu, ilikuwa zinachuruzika ndevu zake Min mai wuduihi, kutokana na maji ya udhu wake, ndio kwanza ametoka kutawadha bado ndevu zinachuruzika maji. Mualliqun na aleihi biyadihi shimali, hali ya kuwa amening'iniza kanda mbili zake, ameshikilia malapa yake katika mkono wake wa kushoto. Ni mtu wa kawaida tu, maskini kaingia, amejaa maji ya udhu ameshika kandambili zake na mkono wa kushoto. Maneno haya aliyozungumza Mtume alayhi salatu wasalam siku hii ya kwanza, akaingia mtu huyu. Siku ya pili akasema hivyo hivyo, kwamba ataingia hapa mtu katika watu wa peponi. Yule jamaa akaingia tena yule yule kwa wasifu ule ule. Siku ya tatu, tumekwambia ataingia hapa mtu katika watu wa janna, akaingia tena mtu yule yule wasifu ule ule. Angalia masahaba wanaopenda kheri kwenye siku hii ya tatu. falamma qama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mtume aliposimama na kuondoka pale, sahaba mtukufu Abdullah ibn Amr ibn al-Aas akaona hapana, akamfata yule bwana, fatabiahu, akamfuata nyuma nyuma, alipomkuta akamwomba hifadhi fatalaba min arrajuli an yuwiyahu ila baitihi, akamwomba yule mtu, naomba bwana, sina hifadhi ndugu yangu, ni kakae na wewe angalau siku mbili tatu. Akamrairai pale, yule bwana akamkubalia, twenda nyumbani, Abdullah bn amr bn as. Fabata indahu thalatha layalin, akalala kwa huyu bwana huyu nyumbani kwake siku tatu. Sasa anasema Abdullah bn amr bn as falam arahu yaqumu min alleili bisheiin, sijamwona yule jamaa akisimama usiku kabisa, sio mtu mwenye kuswali usiku. Alienda kulala kwake ili ajifunze huyu bwana, kwa nini ameambiwa ni mtu wa janna, na Mtume alayhi salatu anafanya nini? Ana ibada gani hasa ambayo sisi hatufanyi? Asema nikamwona yule bwana haamki usiku kabisa, haswali ghaira annahu idha taqallaba ala firashihi dhakara Allah, isipokuwa mtu huyu alikuwa akigeuka kwenye godoro lake. Wakati anahijeuza anafanya adhkari, anamtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa Abdullah ibn Amr akaona ngoja nitoboze, kaambia bwana, sikiliza bwana, nimekuja kwa sababu mtume alayhi salam amekuzungumza wewe kwa sifa kadha, kwamba wewe ni mtu wa janna. Siku tatu mfululizo tukitulia, unaingia wewe sasa namwambia, aradtu an awiya ilaika faandhura ma amaluk, mimi nikataka nija nikae na wewe hapa niangalie una amali gani wewe, fa aktadia bika, ili nikuige na mimi yule. Bwana anamwambia qal ma huwa illa ma ra'it. Sina itanacho mimi, sina ninachokifanya ile hicho ambacho umekiona. Hivi ulivyoniona, ndivyo ninavyoishi siku zote, sina jipya.

juu ya kheri yoyote ambayo Allah amempa, basi mimi ndivyo nilivyo, si ya kichuki kwa muislamu yoyote, na wala si muhusudu muislamu yoyote kwa neema yoyote aliyopewa. Nafsi yangu iko hivyo. Angalia, Abdullah bin Amr ibn al-As akamwambia l inna hadhihi allati balaghat bik wallahi hayo aliyo yasema, haya ndiyo ambayo yamekufikisha hapo ulipofika. Wa hiya allati la nutiq, na haya ndiyo yale ambayo sisi hatuyawezi, hayo ndio yenye kutushinda sisi. Allahu lmusta'an. Hili ni jambo la nne, safaul qalb liikhwanika lmuslimin, kusafisha moyo na ndugu zako Waislamu. Pana mengine yanahitaji kutajwa kama haya yataendelezwa hayo katika ljumua inayokuja biidhinillah. Almuhim, huququ alukhuwa baina almuslimin, haki za undugu baina ya Waislamu zichungwe ikiwa tunataka udugu wetu wa dini ubakie. Wasiwasikiliza maneno haya wakajitia visoi na wakajitia hamnazo, huelewe hamna. Utakayemdhuru wewe, utadhurika wewe siku zote. Bwana mbwa mwitu wanamshambulia aliyejitenga. Huwo ndio ukweli, huwezi kuwakataa watu wa sunna ahlul khair ukawekea mashonde na ukaweka chuki, una balaa nyingi katika miamala yako na ndugu zako. Alafu wakia salama? La, inawezekana ukajua na salama kwa muda tu, lakini usipotubia mwisho wako ni mbaya. Aqulu qauli hadha wa billahi taufiq, wasali llah wasalam ala nabiina muhamadin wa ala alih